Jo tuongee bwana. <laughs> I say unaizungumziaje mechi ya leo bwana kati ya Yanga na Dodoma Jiji? Kivipi. Kivipi. Kivipi. Uh -huh. Ni kivipi? Kivipi yani? Yanga ni timu kubwa sana. Yanga tunajiamini. Unaweza kuniambia mna matarajio gani kuhusu mechi ijayo kati ya Simba na Yanga? Ah, kikubwa kujiamini. Uh -huh. Hii adabu tuliwafundisha leo. Mm. Hivyo hivyo wajipange ili salamu tu kama salamu zingine. Mtaongeza, mtapunguza. Yani hapo wajiangalie. Sisi tunapenda weekend, tunapenda mambo yetu haya. Matano, uh -huh. uh -huh. <laughs> <laughs> uh -huh. Ay, tu. Wenyewe tuwapige hii. Eh, kono la konga. Ah, bwana nashukuru, nashukuru. Hivi ndio Yanga nilipo mstari uh -huh. Yani, <laughs> na hivi ndivyo nilivyoweza kuongea na shabiki huyu wa Yanga ambaye alionekana akiwa na furaha kabisa. Uh, nikiripoti kutoka hapa katika Kibanda Umiza. Ni mimi Jackson Mazingwa wa Mazingwa TV, like, comment.